Hawezi kujua madhaifu yake, umenielewa? Leo hii nazungumza, anafurahia mimi nimecheza na Mbeya sita, nimetoa sare Simba, kwake ni furaha, anachinja hadi ng'ombe, anaweka sherehe na familia yake, umenielewa? Lakini uwezi ukaja ukasikia mimi nimemfunga Simba nikaweka sherehe, hiyo biashara tulibeba ubingwa, tulishusha ngamia ya kubeba ubingwa, mnielewa, tulishusha ngamia ya kubeba ubingwa katika safari ya mechi ya timu kumi na sita. Mimi nimeibuka kuwa kidume pale, lazima nijipongeze, mnielewa. Unaweka sheria mwanzo wa mafanikio wa, wa, wa safari na mwisho wa safari, ndio sheria inakuwa hivyo. Sasa leo hii simba mimi nimetoa sare na Mbeya City, kachinja ng'ombe kusherekea sare. Leo hii nakuuliza mwandishi huko hapa Mbeya City na, na, na Simba nani mpinzani sahihi kwa Yanga? Naombeni muwaulize hayo maswali Mbeya City na Simba nani mpinzani halisi kwa Yanga? Inasemekana makundi yameshaanza kuonekana ndani ya Young Africans. Kuna kelele zinasikika hatumtaki Roman Force. Kuna wengine bado wanamhitaji Roman Falls. Ile klip ya juzi ya Mbeya si ndio hiyo? Mimi sijui. Hey, mliona kwamba mashabiki wa Mbeya wanasema tumtaki Roman Falls. Nadaga niwaambie waandishi sasa, leo mjue mwelewe hivi, mashabiki wa mkoani Mbeya na mashabiki wa Dar es Salaam wapi wana nguvu? Lakini uchebe wote si mashabiki wa Yanga. Ngoja taratibu, nataka tukupe, tukupe fakti. Umenielewa? Tuende taratibu hapo. Mashabiki wa Mbeya na mashabiki wa Dar es Salaam wapi wana nguvu? Jambo la kwanza, leo hii tunavyozungumza, mashabiki waliopo Dar es Salaam ndio wenye nguvu kubwa ya kila mechi kwenda kuiona timu yao, umenielewa, iwe Benjamin Mkapa, iwe Azam, iwe KMC, na pia hata mikoani. Hata juzi Mbeya tulikuwepo sisi watu kutoka Dar es Salaam. mimi nimerejea jana Umenielewa. Kutoka Mbeya nataka nikupe sasa, kaangalia clip. wale waliokuwa nasema tumhitaji Roman Foz, jezi za Yanga zilikuwepo ngapi? Sio mashabiki wa Yanga, Yanga mashabiki wa Yanga. Eh? Mashabiki wa Yanga. Na naomba niliweke wazi, wale ni mashabiki walioletwa na Simba. Simba imetuzunguka sisi namna kutuvuruga sisi. Sasa hivi wameamua kutumia mbinu nje ya uwanja, wametafuta wale mashabiki, wamepewa hela waimbe kusema tumhitaji nani? Roman Fors. Wana Yanga tunaakiliza namna hiyo sio? So mashabiki, so mashabiki wa Yanga naomba tuelewane, sio mashabiki wa Yanga. Nendeni kaangalia ile clip. Mashabiki wamevaje? Waliovaa jezi za Yanga wako wangapi? Tupo naye na tunatamba naye, ndio tutachukua ubingwa naye tena, sio bingwa wa so ndani tu. Nataka nikwambie ngao ya jamii kashatuletea, Lion Sport kashatuletea tunasubiri NBC, anatuletea FA, anatuletea klabu bingwa, anatuletea kombe gani jingine? Tunaenda <todulimu wa ipi> eh? We, vipi niko raundi ya ngapi sasa hivi? Wasema klabu bingwa, watu wameshtuka, wameshtuka. Lazima nipige kumoyo hiyo, inashtua we mwenyewe ujashtua. Watanzania, kuna, kuna timu yetu lileta bingwa kombe la kutoka nje? Nakuuliza kafu, timu gani imeleta hapa kombe? Haipo, haipo navyokwambia anaenda kutuletea, mnashtuka, sio? Mnaona maajabu, mnatuaminisha vipi? Mi nakuhakikishia sasa, leo hii mimi nipo hapa, Uchebe Yanga. Waandishi, naomba muhifadhi hiyo klipu, mje mnikumbushe baadaye, risiti, asipoleta kombe la klabu bingwa. Waandishi mpo wangapi hapa leo? Waandishi mpo wangapi? Nitawapa laki laki, umenielewa? Waandishi si mpo hapa, me asipoleta kombe la klabu bingwa yeah, na wapeni laki laki. Na kama akinyolewa, ananyolewa kwa misingi ipi? Amekosea lipi? Mfumo? Uchebe mfumo, sikiliza, tuchague mawili, tutake mfumo au tutake matokeo? Matokeo. naomba nikuulize swali tena vizuri, mwandishi upo hapa, mwandishi mpo? Naomba niliweke wazi, mechi zote tulizokutana na Mbeya City pale Mbeya. Ya juzi ilikuwa mechi ya 11. Mlielewa? Tu juzi ilikuwa mechi ya 10 ngapi? 11. Katika mechi 11 tumeshinda Mbeya game hii. Moja. Zote ti... wao wametuchapa mara hii. Mara moja. Tisa zinazobaki zote tumetoa nao sare. Katika tisa tuliyotoa nao sare ya bila kufungana ni ya juzi. Roman Foz, Gamond ameenda, katoa sare ya kufungana. Nabi ameenda, ametoa sare ya kufungana. Umeelewa? Leo hii unapata jeuri wapi ya kusema hatufai? Ndio mtu pekee kwenye ligi mpaka sasa hivi hajaruhusu goli. Ngao ya jamii sio ligi. Weja, ngao ya jamii si ndio mwanzo wa ligi? Ngao ya jamii sio mwanzo wa ligi. Kama unakanusha, ufunguzi wa nini? Nakuuliza, ngoja kwanza, ufunguzi wa nini? Kwa hiyo bila ngao ya jamii ligi Jamani, si amesema ngao ya jamii ufunguzi wa nini? Bila ngao ya jamii ake ligi hajafanyaje? Nani mimi na hesabu ya tatu, si nimecheza na mtani wangu, ila inakuwa na kombe la ufunguzi, umenielewa? mesaj... na Simba amecheza tatu. Kwa nini mnaficha sasa? Nani sasa ambaye hajaruhusu goli? Unaruhusu? Yeye ana tuhesabu, msimamo unasemaje? pointi saba, ana pointi 6. Eh? Yeye yeah, ana pointi sita yeah. Si umenipata yeah. yeah. yeah. Hey, ana pointi sita anaongoza no, ligi yeah, yeah. Haya anayofuata yeah. Haya ukiweka kwenye msimamo pale tuna saba hesabu <futu> hizo kama mjasoma semeni <futu> mimi nina saba umenielewa yeah. Ila cha ajabu mwenye saba ndo aongozi nini <futu> <futu> Mimi simempiga yeye ngapi tatu Nimekuja nimepata, nime, nime kwa, kwa pamba tatu ngapi sita. Nimeenda Mbeya nimesale moja ngapi saba. Nimeona nini? Nikisema pila parasu parasu, mnalijua, ngoja pila parasu parasu nalijua, sijui, umeelewa Simba ana mpira wa kuvutia, Simba ana mpira wa ushindani Mmpaka sasa hivi Simba bado yuko kwenye palasu palasu mm. Football palasu palasu ndio, ila anayecheza Simba <laughs> ndio palasu palasu, amecheza na vinasaba, amecheza na nani? Fountain Gate walikuwa nane na wao kumi na moja, akawa kumi na tisa uwanjani <laughs> hey, sasa mnabisha nini? Kama mnaibeba msemeni hapa, waandishi, walifanya sabu ipi ya goalkeeper Walifanya sabu ipi ya golikipa? Ya nani? Nani alifanya sabu? Fontengeto walikuwa nane Simba kumi na moja. Ndio mechi ambayo ilichezwa na wachezaji 19 uwanjani. Umenielewa? Ya msimu huu. Walicheza nani? Nane, Fontengeto mimi ndio nakupa. Na tena na nikwambia tena na kuambia sasa. Umenielewa? Yule mkono aliingia uwanjani akiwa ametoka kupiga Hedex. Anaingia kucheza na Simba. Unazijua Hedex weza za 300. Kanywa Hedex anaenda kucheza na Simba. Anakionyesha kiwango kile. Hebu niambia, asingekunywa hedex, mkono angeonyesha kiwango gani? We vipi? So tuache unafiki. Mimi nasema hivi, naomba tena miweke hii, kwamba Simba mmecheza pira parasu parasu, kwa nini mnaficha? nini nini? Sikiliza Selemani, Mwalimu akuwepo yo, tema mate chini tena, heshimu Yanga, iheshimu sasa Mwalimu anaingia pale anarukaruka kama kiroboto. Anakutana kina Dickson Job, Ibrahim Baka. Mnaelewa? Kina Ibrahim Yao ndio amekaza pale, anakwambia sisi wanaume wa kazi. Unatuambia nini? Umefali, waidad, Uwe, alamba, wewe? Umefali waida unataka kutusumbua sisi? Wewe na nani? Ngoja sikiliza, wewe ukumbuke kwamba nini kilifanyika pale. Baka sio hivyo. Maana jeshi aliyokomaa. Tena sasa hivi sio tena useme tu. Sasa hivi ametoka kwenye usajili mpaka Kopro. E, sio? Wewe unamzungumziaje baka wewe? Mheshimiwa yule ni hatari, ni mashine nyingine, sawa? so, na leo hii tunavyokwambia, navyokwambia Yanga ndio timu bora, Yanga ndio timu bora. Unasema ni timu bora, lakini watu wanasema mpaka sasa hivi, wa sasa, mashabiki wa Yanga bado hawajakielewa kikosi cha kwanza cha Romain Folz. Leo anaanza na huyu, kesho anaanza na yule na tetesi zilizopo anasema Nasir Bunabi yupo hapa nchini na huenda akatua pale, wengine wakimhusanisha na kujiunga uh, na Young Africans. Wewe kwa maoni yako umekazana kwamba Roma ni fozi atoke na akitoka itakuwaje? Uchebe, cha kwanza lazima mimi niseme hivi hmm, siku zote kama ni mtu wa football lazima ujue mwalimu yeyote kwenye, me, kwenye timu au kwenye klabu yoyote, umenielewa, inatakiwa miezi mitatu ya mwanzo huwa inakuwa ni ya kusoma tabia za wachezaji. Romain Folz, tukubaliane leo hii ana miezi mingapi ndani ya klabu ya Yanga? Haijafika, haijafika, ngoja nawambieni, Romain Folz miezi, na Rome miezi miwili tu Yanga hajafikisha. Tunaenda Lion Sporti Rwanda, ana wiki moja na timu. Uongo kweli? ana wiki moja na timu kutoka ile siku tumecheza Lion Sport Rwanda mpaka leo miezi mingapi? Kwai, unakuta kama ni mtu wa mpira, unaona kabisa muda wa kuwepo Yanga bado upo. Lakini mimi siwezi kubishana mawazo ya watu wengine, kila mtu atakavyo jaji. Lakini mimi nachoweza kusema sina mawazo ya kumzidi injinia, sina mawazo ya kumzidi nani yule, ndio father wa mpira ye yeah. akisema iwe A, A, B is okay hizi ok, na atakuja na fact na mimi nitaridhika, lakini mimi nachoweza kusema binafsi na komendi kwamba tutakuwa naye na tutatamba naye na tutakuwa naye bingwa naye menelewa, so ligi tu ya ndani mpaka kimataifa. Bwana Uchebe asante, asante. Mimi nashukuru kama mmefly kama mlichokuwa mnataka mmekipata, haya asante. Hey, waambie Yanga bingwa.